Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa biashara. Na wafanyabiashara wanaodai serikali wataanza kulipwa shilingi bilioni 149 katika kipindi kijacho cha matumizi ya fedha za serikali za Katibu katika idara ya fedha Daktari Chris Kiptoo amesema kwamba fedha hizo ni sehemu ya shilingi bilioni 206 ambazo malipo yake yaliidhinishwa na kamati ya ukaguzi wa madeni ya serikali. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye kapu letu la biashara. Kamati ya ukaguzi wa madeni ya serikali ilikosa kuidhinisha malipo ya shilingi bilioni 24, ikisema hayakuwa na stakabadhi zifaazo. Kufikia sasa malipo ya shilingi bilioni 206 yameidhinishwa huku wizara ya fedha ikiahidi kulipa madeni ya shilingi bilioni 149 kufikia mwezi Julai mwaka huu ili kuepusha mrundiko wa madeni. Dr Kiptoo anasema shughuli ya utoaji zabuni za serikali zitakuwa zikiendelezwa mtandaoni kuanzia mwezi Julai mwaka huu We have taken about 149. Kwingineko, vijana walio na umri wa kati ya miaka 18 na 29 wana muda wa hadi juma lijalo kujisajili kwenye mpango wa kitaifa wa nafasi za ajira vijana watakaojisajili kikamilifu watapokea mikopo ya hadi shilingi elfu hamsini kupitia kwa halmashauri ya biashara ndogo na za kadri. Mwishowe, Kenya na Marekani zimekubaliana kuharakisha mashauriano kuhusu mkataba wa biashara ambayo yalianzishwa wakati wa hatamu ya kwanza ya uongozi wa Rais Donald Trump. Hatua hii inafuatia mkutano baina ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni za wa Marekani Marco Rubio mjini Washington DC. Mazungumzo yao yalijikita kwenye maswala ya amani ya kikanda na bara Afrika, kuimarishwa kwa uhusiano wa biashara na uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia. Fredrick Mwoki, Darubini.